Katika mchezo wa kabumbu huwa ni vigumu sana kubainisha kila timu na takwimu pekee wakati mwingine ulipaswa kuwa tu hapo ndiposa ujionee wewe mwenyewe, kwa sababu kila shabiki wa timu ya taifa ya Harambee Stars miakani ya sitini na sabini alifahamu ya kwamba si lazima angepeana assist wala kufunga mabao, ila alikuwa na kipengee kimoja cha kipekee kile alichopatia mashabiki walipojitokeza kushuhudia michuano. Alikuwa na kipawa cha kufanya mchezo wa kabumu kuwa rahisi sana kwa macho na kuwa mtamu kiasi cha mashabiki kuwachwa wakitaka zaidi. Mchezaji ambaye alikuwa kabarikiwa na kipawa cha kupiga densi na mpira kiasi cha yeye kuvunja masharti ya dunia kama the law of gravity. Mchezaji ambaye alikuwa na kipekee cha kugundisha mpira miguuni mwake kiasi cha kubatizwa jina na watangazaji wa mpira, Kadenge na mpira. Hapa ni historia ya mwenda zake Joe Kadenge. Joe Kadenge alizaliwa mwaka wa 1935 tarehe kumi na sita mwezi Machi. Alizaliwa katika kijiji cha Soliani, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga, mkoa wa Magharibi mwa Kenya. Jina Kadenge alipachikwa na nyanya yake ambaye alikuwa amefurahishwa na kiasi cha weupe wake akiwa mtoto. Akiwa na umri wa miaka mitano angeutumia mpira wa tenisi kuwachenga marafiki wenza. Hiki kitendo kilimfanya awe na ufundi mkubwa sana akiwa na mpira. Mpira ukiwa mguuni mwake, kuwahi kama mpinzani lilikuwa jambo muhali sana. Alipoenda shuleni, Kadenge alizidi kuwakilisha shule yake katika mashindano mbalimbali, kibagizo cha siku wapinzani wake walikuwa wanalamba mikono mitupu. Alipofikisha umri wa miaka kumi na minane alijiunga na timu mbalimbali mbali kama Maragoli United na Abaluya United ambayo inafahamika kama AFC Leopards. Akichezea timu ya Maragoli United alifunga bao la mapema zaidi katika ligi wakati huo. Akiwa na Abaluya United aliwezesha timu hiyo kunyakuwa taji la ligi mwakani wa elfu moja mia tisa sitini na sita. Tofauti na sasa, mchezo wa kabumbu ulikuwa wa kujiburudisha, siyo kazi. Hii ilifanya Kadenge atafute riziki yake kupitia kazi mbalimbali mbali, kama kuwa meneja wa uuzaji katika kampuni ya sharubati ya Coca-Cola na pamoja na kuwa dereva wa teksi. Umaarufu wake ulifika vilele vingine baada ya kujumuishwa na timu ya taifa ya Harambee Stars. Mwaka wa 1956 akiwa na umri wa miaka 21, licha ya kuitwa kambini ya Harambee Stars kwa mara yake ya kwanza na kocha Norman William Britaine, alikosa kusafiri na kikosi hicho Uganda kwa kuwa alikuwa mchanga. Tukio hili lilimpa moto tumboni mwake wa kutaka kusafiri na kikosi hicho. Mwaka uliofuata wa 57 alicheza mchuano wake wa kwanza na timu ya Harambee Stars walipokwaruzana na timu ya Zanzibar. Kipute cha Gosaj Cup. Kipute cha Gosaj Cup. Hapa timu ya Harambee Stars iliibuka na ushindi wa mabao matano kwa moja. Mwaka huo huo mwezi wa tisa tarehe saba, timu ya Kenya walipoteza dhidi ya Uganda kwa mabao mawili kwa moja kwenye kipute cha Gosaj. Matokeo haya yalifanya Kadenge kuchemka nyongo na kuamua kulipizia kisasi, kwa sababu mchuano huu ulichabangwa katika taifa la Uganda. Alihakikisha timu ya Uganda wangejua mbivu na mbichi wakati ambapo wangekuja Kenya. Amini usiamini, mwaka ni wa hamsini na nane mwezi wa kumi tarehe kumi na moja jiji ni la Nairobi, raundi ni ya marudiano ya kipute cha Gossage Cup. Ni wakati wa Joe Kadenge kutimiza ahadi yake kwa timu ya Uganda. Mchuano unaendelea Steven Kikumu wapo kwenye mitambeni wakitangaza mchuano huu. Kadenge ana upiku mpira kwenye mstatili wa Harambee Stars. Kuna wachezaji sita wa timu pinzani walio mbele yake. Anamchenga wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne wa tano, wa sita, anabaki na mlinda mlango, anatuma upande mwingine, kisha anauweka mpira upande mwingine. Steven Kikumu kazi yake ni kusema Kadenge na mpira, kwa kuwa hakumpatia mchezaji mwingine mpira. Hapa ndipo jina Kadenge na mpira lilizaliwa. Huu mchuano Kenya ilishinda kwa mabao mawili bila jibu. Baada ya bao hilo, aliyekuwa gavana wa Kenya sawia na rais wa sasa alitupa kofia lake la Godfather, ishara ya kufurahishwa na weledi wa Kadenge. Tukio hili lilifanya Kadenge aike tabia ya kuvalia Godfather hadi kufariki kwake. Yote 9 Kadenge alichezea timu ya Harambee Stars michuano 63 na kufunga jumla ya mabao 20 na matano, licha ya kwamba hakuwahi chezea ya ugaibuni kama Wanyama, Olunga, Oliech na wengineo. Kadenge ndiye aliyetengeneza njia ya hao wachezaji kupitia. Alikuwa ndiye mchezaji mwenye kufanya mashabiki wajitokeze kumtazama kwa wingi. Alikuwa ni mchezaji ambaye angejipakulia mabao kutoka wachezaji kama mizimu na kujituma kwa mfano wa mchwa. Alikuwa mchezaji kamili, alikuwa na ufundi wa Diego Maradona. Zidi kutulia mahali pema peponi Kadenge. Mwandishi na msomaji wa makala haya. Ni mie wako the Sports OCPD. Okay.